Sio concept fulani. Ndio. Lakini nashangaa sasa kwenye nani hii? Kwenye mtihani umeandika ume ila kwenye notes hakipo. Hakipo. Unaona hapo? Ndio. Kwa ndo maana nikakuona kama una wa kipekee sana. Unaona hapo? Ndio mwalimu. Nimekuona mtu ambaye ni wa kipekee sana, mafunzo ambayo ni wa kupambana sana. Kwa sababu nakumbuka kipindi nilikuwa nawasisitiza hata wenzako, jamani, pambaneni kama mwenzenu pambana kama fulani kama Huseni. Lakini kuna wengine wanafunzi wale ambao wenye wivu na wenye kuumia walikuwepo wengi, wanashindwa kukufata wewe ila wao, kwa sababu wanaona wivu kwamba wewe uko vizuri, kwamba hawataki kuchukua msaada kutoka kwako, ndio maana walipata alama ambazo sio za, ambazo zilikuwa hazistahili, lakini walikuwa na kongamano na wewe wangenanili wangeweza wangeweza kupata maarifa mengi kutoka kwako. Ni kweli, ndio maana mda mwingi ulikuwa unajikuta unajisomea wewe na watu wawili watatu ambao wanaona kwamba wanahitaji msaada kwako, lakini wengi walikuwa wako mbali kidogo na wewe, kwa sababu sijajua izi, izi sababu sijajua kama hizo za, sababu za za za wivu. Nitakuwa nami eh, ndio maana mda mwingi umechomoka, umeingia kwenye shule ambayo ni special school, umepambana. Mi natumaini pale Mwakani mwezi wa tano unapomaliza, si mwezi wa saba kule, nafikiri itakuwa ni wani ya tatu kabisa. E, Mungu atasaidia tu kwa sababu naona unavyopambana na jana. mm. Najua yeah. tu kaniambia kwamba kuna jamaa mwingine yule wana wapi, mwandeti au kilanye, Mwandeti, Mwandeti eh, kwamba yeye sasa hivi ameingia kwenye makundi e, yaani kidogo kuna kampani zake, sio zile za kupambana hizo sasa hizo hizo kampani za mwangusha sana, kwa sababu na, na, na, na mwaka jana sijui niliona matokeo ya form 6 kuna mtu sijui moja alikuwa na four ya kumi na nane ni kweli, kulikuwa na four. Sasa ukiangalia huyo mtu, alafu ni ni science au ilikuwa ni arts? Alikuwa ni PCB science, ilikuwa sasa ni PCB. na PCB, pale si wanaingia na ni wani ya saba Ehhe, wote kombi z so, kombi za psibi na tseemu za saba saba, ni saba zote nane. Hawezi no, kapatikana hao mara chache ah, lakini pia nane nane zinakuwepo, ilimradi tu, yaani kwenye kombi yako uwe na ei tatu. Sasa sawasawa, hao huyo huyo aliepata, huyo aliyepata four ya kumi no, yeah, na nane. Na ukiangalia na kwenye kombi yako si alikuwa nannhe, si alikuwa na wani ya wani walikuwa na hii zote, ehhe ei zote ndiyo uone sasa hapo kwamba huyo alijisahau. Mm, okay. Ni kweli. Huyo alijisahau kama hizo kampuni. Ndiyo maana kuna wengine kweli wakienda katika maeneo fulani wanapitiwa na makundi ya watu. Halafu mm, anajisahau. Mwisho wa siku anatoka na matokeo ambayo sio mazuri. Wengine anatoka na siri, wengine anatoka na na watu. Watu walikuwa wanatoka mtu anatoka na wani kazi. Ndiyo. Eh, yes. Kwa sasa hivi malengo yako ni nini baada ya kumaliza hiyo PCM? Ah, hapo hivi nitaenda juu. Mhm. Mm nitachagua mi kozi pale. Eh, unata kozi gani? Unataka kupiga kozi pale? Ziko nyingi kidogo, yani wewe ambaye uko moyoni wewe, kwa kozi ambayo unaipenda sana. Kuna kozi mpya ilianzishwa, inaitwa mechatronics. Ehe, hiyo ina nini nini hiyo? Hapo ni maswala mazima, yani ya mashine, mashine hizi na maswala ya, ya robotics, utengeneza robot yaani nahusika na, yaani ni engineering ambayo, yaani ina vitu vingi, inahusika mm -hmm. na masuala na ya mekaniko uh -huh. maufundi, labda vitu kama nini, uh -huh. magari nini, mashini zinazohusiana na magari ndio, lakini pia mambo ya electronics, ijua vizuri kiundani. Lakini hiyo naipenda. Ingine ya pili, kuzi nyingine mm. Kuna kozi inaitwa biomedical engineering e uh hiyo -huh. Hapo yenyewe inahusikana na maswala ya, ya, yani, ni engineering inaohusikana na maswala ya afya ndio e, kujingniza vifaa kama hivi vifaa tiba ah, hizi CT scanners... wale wanaotengeneza mavifaa si ya nini kumbe ni, wanaotengeneza ndio ma mainjinia ya afya wote wale e... hapo tatoboa eh. Mimi naamini hizo kweli dio. Wewe pambana na watakuchukua, yaani watakuchukua. Wewe endelea kupambana, unaendelea kusoma tuition, unapiga msuli wewe mwenyewe, kama wewe sijaenda nini yani, wewe useni wewe. Mimi nilishangaa ni mwaka jana, kabla ujaenda form five, nasikia useni, unaenda library ya mkoa. Ashaka ulikuwa unapiga msuri wewe kama wewe au kuna wadau walikuwa walikuwa wakikusupport? Sasa ni mwaka jana maana form 6 sasa walikuwa wako shuleni ilikuwa. Mhm. Kwa hiyo tu inabidi sasa mwenyewe ndio ukaze. Like bali mu. Okay. Ulikuwa unalipia buku au ulilipia ya mwaka? Nilipia ya mwaka kabisa. Ah. Na juzi ndio ilisha nikalipia tena. Eh, kwa hiyo kila siku bado naenda? <laughs> Najitahidi <laughs> kwenda kwa huko, kuna vitabu kila kitu, vitabu viko vingi sana. Ah, unaingia saa ngapi pale? Maana sa unafungua saa tatu. Saa tatu pale saa nne hivi nitakuwa nimefika pale. Ah, afu he. kutoka kutoka muda jioni, jioni saa kumi na mbili kumi na moja kwa hiyo kumbe muda ambao ulikuwa nakupigia wo kumbe ulikuwa ulikuwa la Ibrahim. Nini yo? Si kwamba ni kupigia au si unaacha nyumbani? Kimpenda si niacha. Si. Ah. Kwa sababu si. Wewe saa nne mpaka saa 11 saa 12. Eh. Unapambana tu. Yeye unapambana. Hadi Mungu yupo na wewe kwa kweli. Yaani lazima atakubaliana, lazima akubariki sana hmm. Ni kwa sababu unapambana kwa kweli, vijana wangu ni wani. Yani endelea hivyo hivyo, yaani shudi shudi na shudi anaku appreciate mm. Ah, yani shudi anaku appreciate hata shudi, kuna siku moja shai nakumbuka vingine tukiwa Kiding'a pale mm. alikuwa aliniambia kwamba Hussein, kati ya wanafunzi ambaye ameanza yeye ameanza ame kufundisha elfu mbili kumi na mbili hmm. Miaka kumi na ngapi iliyopita, kumi na tatu, na pia so, akasema yani, kutoka nimeanza kufundisha mimi akijumuisha na miaka yake ya ya kufundisha field mm. yaani mwanafunzi aliyekutana naye, mwanafunzi mzuri kwenye somo lake la kemia na biolojia mm. akasema yeah, okay. ni wewe sikukuta mwanafunzi ambaye ni bright anayepangia vizuri mm. akawataja na wengine sasa, na kina debola wakaja Mm. Ila kwa Kiding'a aliwataja wanafunzi ambao anaona kwamba wako vizuri, akasema mm. wa kwanza ni Hussein mm. akamtaja wa pili ana, ana, anakuja Kelvin, anaona Kelvin anamkubali Kelvin, alafu mm. wa tatu anakuja Debola, alafu mm. wa nne anakuja Eliud mm. naona sasa mm. Na ni kweli hata wale vijana leo watajwa wengine sio so, na wani za saba leo watajwa wale wengine wawili. Ni wale wana za saba. Na wani za saba. Kwa na yeye alikuwa sahihi tu kwa maono yake na experience Nkweli. yake jinsi alio aliyoifanya kwa muda mrefu. Mm. Sume ni elewa hapo? Ndio. Kwa ndo maana endelea kupambana hivyo. Na sisi mm. nataka form 6 utoke na wani ya tatu, ndio wewe unapambana, mbona hizo zote kwa sababu nakujua kwamba Hussein physics kwako kwa sio kwa shida. Mm. Hesabu sio shida na kemia sio shida. Sumanielewa hapo? Ndio. Eh, najua kwa sasa kule library <coughs> bado tunajifundisha. Wewe kama wewe unajaribu kujisomea tu mwenyewe na vitu vinaeleweka, e, kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinaeleweka, lakini pia vingine ngine vyoeleweki. mm. vile ambayo vyoeleweki ukienda shuleni, mm. unafata watu ambao labda watakuwa wameshaisoma wanakuelewesha mm -hmm. vizuri. mm -hmm kanakuta unaelewa vizuri sana sawa sawa. Ndio ah, kwa vile ambavyo sasa unapitia changamoto kwamba uvielewi, unafanyaje? Kama vitu ambao sivielewi, ndo inabidi sasa nisubiri shuleni pale, napata watu ambao wamesoma wananielewesha. mm. ah. Ndio sana sana kwenye calculation au kuna ah, baadhi ya concept zingine ambazo zinahitaji maelezo kwenye calculation. Mm. H e, zipo ambazo zinakupa changamoto, changamoto si hamna? ah, a ah. So, so, ila kemia yenyewe isumbui e, ni ipo vizuri kabisa inaeleweka, sawa e. Sawa so, kabisa so, yeah. <laughs> ongea sana, yaani wewe endelea hivyo hivyo. Ndio. Eh, yaani endelea hivyo hivyo. Eh, nafikiri wiki ijayo au oh, yes, wiki ijayo kuanzia kesho kufika Jumatano utanitafuta, niku- nikutumia hata ya soda, wiki ijayo, uh, wiki ijayo e, kwenye kwenye Ijumaa au Alhamisi hivi, nakutumia ya soda, unywe unywe hata soda huko, ndio ilio uendelee kupambana eh, tuko pamoja sana na, na mimi nakusisitiza na uendelee kupambana ndio wanitapambana, yaani endelea kupambana na, ukiona rudi likizo nitafute, tunashauriana. A, sawa eh. Kwa Kiding'a hauendi sasa hivi? Kule kuna ni ku discuss na wenzako? Naenda hata kesho, nitapanda library tena. Kina nani na kina nani kule Kiding'a mika iliudi bariki wako mm -hmm. wengi Gifengi. wana discuss au wana wana nili kila mtu anakomaa hivi yake. yep, na tuna discuss ah, mna discuss topic e. na toko umefunga, umeenda mara ngapi, Kiding'a? Naam, toka umefunga Kiding'a, umeenda mara ngapi e? Ah, nienda jana, ndo nimeenda. Ehe, sikuwahi kwenda tena tokea tumefunga. Ah washikaji kwa ukawakuta e. Ah, ndio sawa sawa kabisa. Basi poa, tuko pamoja. Mimi nimefurahi sana kusikia sauti yako, nili useni tena, huyu ngoja nimtafute kama iko hai, ana shida gani, anaendelea vipi, kupambana pambana hapo, na mi niko niko nyuma yako na- nasikiliza tu, asante wewe basi poa tuko pamoja usiku mwema. Ah, na wewe pia. Ah, tuko pamoja sana. Haya. Ah. Sasa sauti.